Haya, asalamu alaikum. Waliomba resipi ya prawns, hii hapa kama hapa. Dadangu anaambia mashallah, recipe recipe recipe, mpenzi ya kila kitu hapo. Haya, prawns kama hapo, mwaona prawns wangu walikuwa wale wakubwa. Sasa unatoa yale magamba ya, ya juu. Mimi hawa nazi nawatoa magamba ya juu, lakini wale ukaanga huwasitoi Haya, hapo kama hivyo mwaniona nang'ang'ana kutoa wale magamba ya juu, ndo wawe na yani nibakie ni, nataka hiyo nyama ya ndani pekee yake, kunte katika ndio nifanye mchuzi wangu wa nazi. Kama hivyo mnavona nishatoa magamba ya juu hayo. Haya, naendelea na chukua mwingine, hawa walikuwa ni wale wakubwa na chukua, lakini kwa upendi kutoa magamba usitoe, lakini mi wanapenda wanazi, kama nafanya mchuzi wa nazi wa pronzi natoa hao magamba ya juu unatoa ukitoa hivyo inatoka na le miguu yake yanatoka pamoja, ukitoa magamba saona. So kama hivyo mnavyoona, ona, iko yashatoka na yale miguu yake kila kitu kama hivyo, mwaona wasafi, nshawaosha. Aya, twendeni tua marinate kwanza, tuwatie spices kama hapo. Natia black pepper, mwaona ha. Ukishamaliza kutia black pepper, watia coriander korianda ya unga mm, yaitwaje hiyo dani ya unga, natia na chumvi. Haya, nachukua na aitwa nini, nachukua na tangawizi na kitungu saumu nimeponda pamoja. Unaweka, usikose kuweka e, kama ni samaki kama nini, tangawizi na kitungu saumu huwa ni nzuri sana kwa chakula, yaani huwa ni nzuri yaani, yenyewe pia ni antibiotic. Haya, nachukua hiyo organic culture yangu, pilipili pili. Nachanganya nachanganya kama hivyo. Nachukua na kipande kingine, nimechukua limau moja nikalikata na kamua vipande vyote viwili kama hapo, mnavona nishatia viungo vangu vyote hivyo ote wangu. Sasa naenda kuweka for 10 minutes. Alafu ni wakaangi hapo. Nishakaanga kitunguu changu, nimetia mafuta kidogo, nikakaanga kitunguu kawa brown. Sasa nawaeka, nawatia prawns wangu wakaangike kwanza na kitunguu, yani nipate ile taste ya kitunguu, yaani wapate ile taste ya kitunguu kama hivyo mnavyoona, nimewatia hapo, after 15 minutes Haya, na koroga hapo vizuri, nawacha wakaangike vizuri. Yaani unawacha prawns wako wakaangike vizuri, wakaangike vizuri, wakaangike vizuri, yaani mpaka yaani washike kitunguu vizuri. Haya, kama hapo mnavyoniona nawakoroga.